Mtume anasema addunya kulluha mataun wa khairu mataiha almaratu saliha. Wengi hadithi wanainasibisha na ibada, ukiisikiliza tu haihusiani na ibada na kuswali wala kufunga. Hii inazungumzia starehe mabwana. Hii dunia yote, mataun ni starehe, wa khairu mataiha tamu na bora ya starehe za duniani almaratu saliha wengi wanasema, mwanamke mchamungu. Aa, starehe na uchamungu inafanana wapi? Sikiliza ilipoanza hadithi, wa khairu mataiha, bora ya starehe za dunia, almaratu saliha. Tena imekuja vibaya, ingekuwa darasani tungepachezea kwelikweli hapa maanake, hiyo habari yenyewe imekuja muarafu, hiyo habari kubwa bora na tamu ya starehe almaratu saliha. Mungu kafumba, amtume kafumba. Maana yake kumpata mwanamke fundi starehe, nielewe vizuri, usitoe macho kama mbano na mlango fundi. Ukiwa unaumwa namna gani anakuliwaza ukiwa una majonzi namna gani anatuliza majonzi yako. Ukiwa una njaa chakula hakuna, namna gani anakutuliza? Huyu ndiyo mwanamke mwema, kwa maana anaijua nafasi yake mwema. Maana ya wema siyo wema kwenye ibada aha, wema anaijua kwenye nafasi yake yeye. Nani walikuli fardin min alafradi wa asafa lahu dawrun walakin la, walaki la, la yuaddihi hadha